Alhamdulillah, kwanza najisikia vizuri sana, msimu wangu wa kwanza Simba, alafu naenda kucheza fainali. oh, yeah, sio poa, nimefurahi sana yani... hii ina maana gani kwako wewe binafsi kama mchezaji? Ina maana kubwa kwa sababu so Simba anahitaji kutengeneza timu na timu ambayo inaweza kufanya vizuri kila sehemu okay. kwa hiyo yani hili, hili, hili kwetu sisi ni kubwa sana Yes. Wakati gani ulikuwa mgumu sana kwako? kwa pale benchi tunaangalia mchezo wakati wa mwisho, wakati wa mwisho ilikuwa mgumu sana yani, siwezi hata kuangalia Yes. Ukran Ally Salim niko vizuri. Unajisikiaje baada ya kufanikiwa kutinga fainali? Najisikia furaha sababu tumetimiza yani, tumekaribia kutimiza malengo yetu. Sababu malengo yetu ni kuchukua hiki kikombe na Mungu akijali, inshallah tutakichukua. Bizana, anayefuata Berkane, unamzungumziaje kwa maneno machache? Ay, Berkane ni, ni timu nzuri, lakini hata sisi pia ni timu nzuri sana tena, eh, kwa hiyo hatuna wasiwasi naye, hatumhofi, hatumwogopi, ila tunamheshimu.